Bwana Yesu asifiwe sana, karibuni siku ya leo tukaweze kujifunza neno la Mungu. Siku ya leo tunaenda kujifunza neno linalohusu maombi, tukaweze kujua maombi ni nini. Maombi ni mazungumzo kati ya binadamu na Mungu au kile unachokiamini kama nguvu kuu. Ni namna ya kuunganisha nafsi yako na ulimwengu wa kiroho ili kuelewa hisia, mahitaji au shukrani zako. Mambo makuu yanayofafanua maombi: Tunayo mambo makuu matatu yanayofafanua maombi. Jambo la kwanza Tunaenda kuangalia mawasiliano ya pande mbili. Mawasiliano ya pande mbili: maombi si tu kutoa orodha ya shida, ni mazungumzo. Inahusisha kusema, kuelewa yaliyo moyoni na kusikiliza, kupata utulivu, amani au mwongozo wa ndani. Namba mbili, aina ya maombi Watu huomba kwa sababu tofauti, ikiwemo shukurani, kushukuru kwa mambo mazuri yaliyotokea; toba, kuomba msamaha kwa makosa yaliyofanyika; dua au ombi, kuomba msaada kwa mahitaji binafsi kama vile chakula, afya na kazi; uombezi, kuwaombea wengine, ndugu, rafiki au nchi. Kuabudu, kusifu ukuu wa Mungu bila kuomba kitu chochote. Namba tatu, maombi ni kama silaha na tiba katika imani nyingi. Maombi yanaonekana kama chombo cha amani, hupunguza msongo wa mawazo na kutoa tumaini wakati shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka kipindi kingine tutakapoendelea kujifunza neno la Mungu. Shalom.